Amina. Bwana Yesu asifiwe. Niseme Mungu akubariki wewe ambaye umepata wasaa au wakati huu mzuri wa kuweza kusikia maneno ya Mungu japo kwa kifupi, lakini naamini kuna kitu ambacho utakipata, na siku ya leo natamani niweze kusema na wewe kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo. Ujio wa Yesu Kristo. Uh, tunajua kwamba Yesu Kristo alikuja, akazaliwa, akaishi duniani, akawafundisha watu na baadaye akapaa kwenda mbinguni, na anapoenda alisema anaenda kutuandalia makao, ili pale yeye alipo na sisi tuwepo, wale ambao wanamwamini Yesu Kristo. Uh, lakini na kazi ambayo aliifanya maanake mpaka sasa hivi ina, inaendelea watu waweze kumgeuka Yesu Kristo, na yeye ameenda kuandaa makao kwa ajili yao. Na baada ya hapo, baada ya kupaa kwenda mbinguni, kuna siku moja atarudi. Kuna siku moja atarudi, na hii siku akirudi, hii siku ambapo Yesu Kristo atakuwa anarudi, neno la Mungu linatuambia kwamba kuna wengine, itakuwa ni furaha kubwa kwa sababu amerudi ame, ila kuna wengine itakuwa ni kilio, na kile kilio sio cha kawaida, ni kilio na kusaga meno. Sasa Yesu Kristo anaporudi, namba moja, Yesu atarudi tena katika utukufu na atakuja siku ambayo mtu hadhani wala hafikirii, yaani ni siku ambayo kila mmoja hajui ni siku gani ambayo atarudi lakini kulingana na dalili zote ambazo Yesu Kristo alizitamka ali au alituambia kwa habari ya ujio wake zinaonyesha kwamba kurudi kwake kupo karibu. Na kwa namna hiyo, maana yake mtoto wa Mungu, inatakiwa uwe, uwe tayari uwe tayari. Ukisoma hii Mathayo ishirini na nne kuanzia thelathini hadi thelathini na moja anasema, anasema hivi: ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa wanadamu watamwona, hata wewe ambao unasikia utamwona, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya palapanda nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne toka mwisho wa mbingu mpaka mwisho huu. Hasa hapa anasema kwamba atatuma malaika, malaika zake. Parapanda itakapolia, malaika watatawanyika wakikusanya wateule. Swali la kujiuliza, kama wewe ambao unanisikiliza wakati huu, wakati Yesu Kristo anarudi, utakuwa wapi? Hii ndio swali ambalo inatakiwa uweze kujiuliza kwa sababu hii. Wakati Yesu Kristo anarudi watakaokusanywa na kunyakuliwa watakuwa ni wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, watakatifu wale ambao wamemkiri Yesu Kristo ya kuwa ni Bwana. Anasema parapanda italia na ataonekana kishuka mawinguni na atatuma malaika kukusanya wateule wake. Suala ya kujiuliza wewe moyoni mwako, ukijitazama kabisa, unaona kweli ni mteule ambaye Yesu Kristo anapokuja utakuwa ni mmojawapo wa wale ambao watanyakuliwa au wale ambao watabaki? Kwa sababu kwa wale ambao watabaki itakuwa ni kilio na kusaga meno, itakuwa ni maombolezo makubwa, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wakati huu ni wakati mzuri ambapo Yesu Kristo ameachilia neema kwa kila mmoja kuweza kugeuka kumgeukia, kutubu, kuacha njia zake mbaya na kumpokea yeye, afanyike Bwana na Mwokozi katika maisha yake, kwa sababu wakati huo atakaporudi Yesu Kristo, akilinyakua tena, akilinyakua kanisa, haitakuwepo nafasi tena ya wewe kutubu na kugeuka au kumrudia Yesu Kristo, kwa sababu kazi ya wokovu, watu kuokolewa, watu kumgeukia Yesu Kristo, wamepewa sasa hivi wamepewa sasa hivi, maana wamepewa sasa hivi, na hiyo siku Yesu hataonyesha upendeleo. Yawezekana wakati mwingine kweli unaonekana unaenda kanisani, yawezekana kweli unafanya unaonekana unafanya jambo fulani, lakini kuna mambo ambayo yamejificha, ambayo wakati mwingine unafanya hata kwa siri, unadhani watu hawakuoni. Ni kweli watu hawakuoni, lakini nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo yeye anakuona, yeye anakuona. Siku hiyo itakuwa si ya upendeleo. Maana yeye anasema kwamba hiyo ku, siku kuna watu watasema nilitoa pepo kwa jina lako, atasema sikujui. Wengine watasema nilihubiri kwa jina lako, atasema sikujui. wengine watasema nilikuwa naenda kanisani, atasema sikujui. wengine watasema nilikuwa na kutolea sadaka na zaka, atasema ni sikujui, kwa sababu walifanya hivyo, lakini hawakutembea katika njia za Bwana. Lakini Yesu Kristo anatupa shauri siku ya leo kwamba unaweza kutengeneza na unaweza kutengenezaji. Namba moja, sehemu kitu ya kwanza, unaweza kutengeneza kwa kutubu dhambi zako, kutubu dhambi zako na kumtumainia Yesu Kristo, kubadilika, badilisha njia zako, nenda mbele za Yesu Kristo, badilisha njia zako na baada hapo uweze kudumu katika kumtafuta Bwana katika maisha yenye kumpendeza yeye na kulishika na kuliishi neno lake na kutenda matendo sawasawa sawa na jinsi ambavyo Bwana yeye anataka wewe uweze kufanya. Ukisoma kitabu cha Luka ishirini na moja thelathini na nne hadi thelathini na sita neno la Mungu linasema basi jiangalieni, mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya siku ile ika ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika hayo yote yatakayotokea yatakayotokea siku hiyo. Kesheni mkiomba, kesheni mkiomba, ili mpate kuokoka katika hayo yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana zamwana wa Adam. Kwa tumepewa wakati huu, ndio wakati mzuri wa kila mmoja kukesha na kuomba na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Ukisoma waraka kwanza Yohana tatu tatu anasema kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Ndugu yangu wewe ambao unanisikiliza, moyoni mwako unashuhudia Yesu Kristo atakapokuwa kirudi utakuwa wapi? Lakini yeye anakupenda anatamani uweze kugeuza njia zako. Na unageuzaje njia zako? Ni kwa kutubu. Kama umeamini umet..., unatamani uweze kubadilisha mwenendo wako na Bwana aweze kufanya jambo kwenye maisha yako, basi ninaomba uweze kunifuatisha sala hii, na Bwana atakusamehe na Bwana atakusamehe. Na amua kabisa, tangu ndani ya moyo wako, kuyaishi maisha mapya yenye kumpendeza Mungu. Sema e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mimi ni mwenye dhambi, ninatubu dhambi zangu zote nilizofanya kwa kuwaza, kunena, kutenda au kutokutenda. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo ninamkataa shetani na mambo yake yote, ninakupokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kama ume, umeomba hii sala kwa imani, Bwana amefanya jambo kwenye maisha yako. Amua kuishi maisha mapya, tafuta kanisa la watu ambao wameokoka. Sisi tupo maeneo ya nguzo mbili CHC Yerusalemu, tunakukaribisha na Mungu akubariki sana. Na Mungu akubariki sana. Ubarikiwe, ubarikiwe sana.